Afrika ni bara lenye idadi ya watu inayokuwa kwa kasi na kwa sehemu kubwa inaundwa na vijana. Utafiti unaonesha kuwa ifikapo mwaka wa elfu mbili na hamsini idadi ya watu barani Afrika itafikia bilioni mbili nukta tano na nusu ya watu hawa ni watakuwa ni vijana walio na umri wa chini ya miaka ishirini na tano. Wataalamu wanasema hii ni fursa, lakini ni changamoto hasa katika kutengeneza ajira ya vijana hawa na kuleta maendeleo ya kiuchumi katika nchi Ujasiriamali unaonekana kama suluhu ya changamoto hii, na ndio maana vijana baada ya kutambua kwamba upatikanaji wa ajira za jadi umekuwa finyu wamegeukia ujasiriamali kujikwamua kiuchumi. Ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063 inatambua hitaji la kuwawezesha vijana na kulifanya kama sharti la kuhakikisha kuna kuwa na maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Makala ya Gurudumu la Uchumi juma hili inaangazia mchango wa vijana wajasiriamali katika maendeleo, changamoto na mafanikio. Usikose kuungana nami.